Jicho la Samia linaona mbali. Daraja la Jangwani, fedha iko tayari, sasa tunataka kuanza kujenga. Tumezuiliwa na kitu kidogo sana ambacho tunakimalizia. Tukimalizana na hicho, daraja la Jangwani tunakwenda kulijenga. Tumejipanga pia kujenga barabara za flyovers kwenye wilaya hii ya Ilala na hizi zitajengwa maeneo ya Tabata, Buguruni na Faya ili kuimarisha usafiri na usafirishaji. Tunaanzisha tena mfuko wa shilingi bilioni mia mbili ambazo zitakuwa kwa ajili ya wafanyabiashara wadogo wadogo kukopa kufanya biashara zao na kurudisha. La muhimu, tunakwenda kufanya marekebisho na kuhakikisha mifumo inayotumika inawafikia walengwa badala ya kwamba pesa zile ziingie kwenye mikono. Sio nyuma huko, tulitoa leseni 44,732 leseni zilizotoka mpaka mwaka huu ni 58,353. Kwa hiyo wafanya biashara wameongezeka kwa mkitupa ridhaa tutaendelea kujenga masoko mengine yameumbwa hapa mdogo wangu Bona ameomba soko kule kwake. Tutaendelea kujenga masoko mengine ili kukuza zaidi fursa za wafanyabiashara wadogo, lakini pia fursa za kiuchumi. Kazi na utu tunasonga mbele. Chagua Samia, chagua CCM. Oktoba 29 tunatiki.